Yeye, wewe na mimi, tumhimidi Bwana kwa ukuu wake. Praise God. Amina, amina, amina, amina. E nafsi yangu umhimidi Bwana, wewe Bwana Mungu wangu, umejifanya mkuu sana, umejivika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia na kuziweka nguo za orofa zake majini. Uyafanya mawingu kuwa gari lake, na kwenda juu ya mabawa ya upepo. Uwafanya malaika zake kuwa pepo, na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliiweka nchi juu ya misingi yake, isitikisike milele. Uliifunika kwa vilindi kama kwa vazi, maji yalikuwa yakisimama juu ya milima. Kwa kukemea kwako yanakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Yakapanda milima, yakatelemka mabondeni, mpaka mahali ulipoyatengenezea. Umeweka mpaka yasiupite, wala yasirudi kuifunikiza nchi. Hupeleka chemchemi katika mabonde, zapita kati ya milima, zamnywesha kila mnyama wa kondeni punda mwitu huzima kiu yao. Kando kando hukaa ndege wa angani, kati ya matawi hutoa sauti zao. Huinywesha milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Uyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi, na divai imfurahishe mtu moyo wake Aung'aze uso wake kwa mafuta, na mkate umburudishe mtu moyo wake. Miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Ndimo ndege wafanyamo vitundu vyao, na korongo ni sunobari ni nyumba yake. Milima mirefu ndiko waliko mbuzi wa mwitu, na makenge ni kimbilio la wibari. Aliofanya mwezi kwa ajili ya nyakati Jua natambua kuachwa kwake wewe, hufanya giza ukawa usiku, ndipo atambapo kila mnyama wa mwitu. Wana simba hunguruma wakitaka mawindo, ili tafuta chakula chao kwa Mungu. Jua la chomoza, wanakwenda zao na kujilaza mapangoni mwao. Mwanadamu atoka kwenda zake kazini na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Ee Bwana, jinsi yalivyo mengi matendo yako! Wa hekima umevifanya vyote pia, dunia imejaa mali zako. Bahari iko kule kubwa na upana, ndimo mlimo viendavyo visivyohesabika, viumbe hai vidogo na vikubwa. Ndimo zipitamo merikebu, ndimo alimo Lewiathani uliyemuumba acheze humo. Hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe huwapa, wao wanakiokota. Wewe waukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Wewe wauficha uso wako, wao wanafadhaika. Waiondoa pumzi yao, wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. Waipeleka roho yako, wanaumbwa; nawe waufanya upya uso wa nchi. Utukufu wa Bwana na udumu milele, Bwana na ayafurahie matendo yake. Aitazam... ma nchi inatetemeka, aigusa milima inatoka moshi. Nitamwimbia Bwana maadamu ninaishi, nitamshangilia Mungu wangu nikiwa hai. Kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwake. Mimi nitamfurahia Bwana wenye dhambi waangamizwe katika nchi, watendao ubaya wasiwepo tena. e nafsi yangu umhimidi Bwana. Amina, amina, amina.